Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru kwa kunipa nafasi hii na mimi niweze kuchangia hotuba hii muhimu ya ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hotuba nzuri. Pia nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na Mheshimiwa Waziri Jenista na kakangu Mavunde kwa kazi nzuri wanayoifanya. Tunawashukuru kwa kutupa ushirikiano mzuri katika kuwahudumia Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nitumie nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais Magufuli, Mheshimiwa Makamu wa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri wanaoifanya katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi na dira ya miaka mitano ya maendeleo. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya pongezi po, nianze kusema kwamba naunga mkono hoja. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nina mawili katika hotuba ya Mheshimiwa waziri mkuu a, kipengele cha uchumi hali ya uchumi nchini e, ukurasa wa 13 mpaka 40 kuna mambo ambayo hotuba imeyazungumzia, ningependa kuchangia ma, mambo mawili. Mheshimiwa mwenyekiti, nianze na swala la Mjadala, kwenye mjadala sasa hivi kuna mjadala kuhusu size ya budget ya serikali. Katika mwaka wa fedha wa 2016 17 serikali itenga trillion 295 na katika mwaka ambao unakuja wa mwaka wa fedha 17 18 bajeti hii itapanda kutoka trillion 295 kwenda kwenye trillion 31.7. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na mijadala kuhusu saizi ya bajeti ya serikali, lakini mimi naona serikali kwa sababu dhamira yake na nia yake ni kutatua changamoto za Watanzania kwa kasi, si mbaya kuwa na malengo marefu, na kwa vile serikali ya awamu ya tano tunajua ina dhamira ya kuhakikisha inatumia vizuri fedha za umma, mimi nadhani waheshimiwa wabunge tujikite kwenye kusimamia kile ambacho serikali inakikusanya kama kinaenda kwenye kutekeleza miradi ya maendeleo si mbaya kuwa na malengo if you aim higher, na ukaweka jitihada ya kufanya kazi ili kwenda kwenye hayo malengo mapana ni, ni, ni jambo la kupongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama serikali, wakati serikali ya awamu ya tano inaingia madarakani, TRA ilikuwa inakusanya takribani bilioni mia nane lakini serikali ingependa i, ikae kwenye kusifiwa kwamba inatimiza malengo ya kila mwezi, basi tungejiwekea target za bilioni mia nane tunaendelea kuongezana kila mwezi, lakini serikali ka, ikajipa challenge ikasema tujivute twende kwenye trilioni moja kwenye pointi mbili kwao. Unaona kwamba ni hatua nzuri, unakuwa na malengo marefu, lakini unajitahidi kwenda kwenye hayo malengo marefu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi changamoto ambayo naiona kwenye uandaaji wa bajeti ni kwamba asilimia kubwa ya Watanzania kikundi cha wananchi ambao wako vijijini, asilimia kubwa ya wale wa Tanzania ni kwamba uchumi unakuwa, lakini hauwagusi wale asilimia kubwa. Kwa mfano Mheshimiwa Mwenyekiti, katika, katika mpango wa maendeleo wa 2017/18 na katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiangalia kwa upande wa kilimo kwanza kwenye ukuaji wa sekta ya kilimo asilimia 1.7 ni kidogo mno, hatuwezi kuona social economic transformation kwenye sekta ya kilimo na mifugo na uvuvi, sekta hizi ambazo zinaajiri Watanzania walio wengi, kama tutaendelea kupata ukuaji wa asilimia 1.7. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende kuiomba serikali, katika budget za kisekta ambazo zinakuja, tuone budget ya kutosha imetengwa kwa ajili ya pembejeo, tuone kuna mpango wa kupata maafisa ugani wa kutosha ili vijiji vyetu vipate maafisa ugani. Tuone bajeti ya kutosha kwenye kilimo cha umwagiliaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka wa bajeti wa 2016/17 ilitengwa hela kidogo sana kwenye kilimo, kwenye kilimo cha umwagiliaji. Mimi katika bunge hili baada ya ukame ambao ulitupata uli, uli kule Karagwe niliomba serikali ije kwenye kata kumi ambazo zina vyanzo vya maji tutathimini kuona kama tunaweza tuka, tukafanya kilimo cha umwagiliaji lakini mpaka hivi sasa sijapata timu ya wataalamu kufanya hii tathmini kwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ili tuweze kwenda ku, kwenye uchumi wa viwanda uchumi wa viwanda na kwenda kwenye middle income country status lazima tu, tufike mahali tuone, tuonyeshe jitihada za kibajeti zinazolenga kutoa ku, ku, bajeti ya kutosha kwenye sekta ya kilimo mifugo na uvuvi ili watanzania wengi hawa ambao wanajishughulisha kwenye hii sekta tuweze kuwasaidia kujikwamua kutoka kwenye umaskini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye mazao ya biashara kodi kelo 27 kwenye kodi ya, kwenye zao la kahawa tumeondoa kodi moja tu ya ada ya leseni ya kusindika kahawa ya dola milioni dola mia mbili hamsini tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuko kwenye rekodi kwenye ilani tumeahidi kwamba tutaondoa hizi ke, kodi kelo kwenye zao la kahawa. Mheshimiwa Rais alikuja Kagera akaahidi kwamba kwenye bajeti hii ya 2017/2018 tutaziondoa hizi kodi kero. Mheshimiwa Waziri Mkuu nakushukuru, ulikuja Karagwe tukaahidi, lakini sijaona jitihada ya serikali kuondoa hizi kero kwa sababu kwenye hotuba ya Waziri Mkuu hazijatajwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia kwenye kusaidia yale mkundi, makundi ya wananchi ambao wako vijijini pia kuna haja ya kuangalia wajasiriamali wadogo na wakati na kuweka mazingira wezeshi ili kuwasaidia kukua. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, mwenye kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu inatambua kwamba asilimia hamsini na sita ya wananchi ni nguvu kazi ya vijana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa, kwa sababu tumekuwa na malengo ya kukusanya mapato ya kila mwezi kwa mfano kumekuwa na aggressive behavior katika kukusanya mapato kiasi kwamba haya makundi ambayo tunategemea kuwasaidia kuwakwamua kutoka kwenye umaskini, tunajikuta zile aggressive behavior za kukusanya kodi, kwa mfano upande wa bodaboda. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukija Karagwe, bodaboda -boda awe kwenye gulio, awe kwenye msiba, awe shambani, pikipiki zinawindwa zina, zina na askari wa usalama barabarani kwa sababu wana target ya mapato kiasi fulani. Kwa hiyo matokeo yake unakuta baada ya kumsaidia yule kijana ambaye tumeshindwa kumpatia ajira, kwa sababu tatizo la ajira ni la nchi nzima, na si Tanzania tu, ni Afrika na dunia nzima. Wale vijana ambao wanajiajiri tunatakiwa kuwawekea mazingira wezeshi wa kukua. Kama amejiajiri kama bodaboda, basi tumsaidie ili aweze kukua. Kwa hiyo matokeo yake kwa sababu ya target za mapato unakuta tuna, tuna, tuna waasili yale makundi maalum ambayo tulitakiwa kuwasaidia kuwawekea mazingira yawezeshi. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kusema hayo, sasa niende kwenye changamoto zilizoko kwenye jimbo la Karagwe, na nimezileta kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ili ni muombe aweze ya kunisaidia yapate attention inayostahili. Mheshimiwa mwenyekiti, nianze na mradi wa maji wa Rwaka Junju. Mheshimiwa mwenyekiti huu mradi ni ahadi ya muda mrefu. Mheshimiwa Rais, wakati wa kampeni, tuliwaahidi wana Karagwe kwamba katika hii awamu, serikali ya awamu ya tano tutatekeleza mradi huu. Serikali ikatenga dola milioni thelathini kwenye mwaka wa fedha 16 17, lakini nashangaa kwenye bajeti ya mwaka huu 17 18, fedha hizi sizioni, sasa sijui zimeenda wapi. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa Mkuu, nakumbuka ulivyokuja Karagwe, tuliwaahidi wana Karagwe kwamba kwa vile zilikuwa zimeshatengwa kwenye bajeti ya mwaka uliopita tukawaahidi pale tulikofanya mkutano pale Kihanga, tena ukamwomba e, mkurugenzi wa halmashauri aje kwenye jukwaa awaambie kwamba wananchi wa kata ile ya Kihanga na wenyewe watapata ile huduma ya maji kutoka kwenye mradi wa Ruaka Junju. Kwa Mheshimiwa mwenyekiti, mradi huu usipotekelezwa kwa kweli, kuna hali ya hatari huko mbeleni. Nakuomba sana, Mheshimiwa waziri mkuu, nisaidie katika hili. Mheshimiwa mwenyekiti, nizungumzie swala la elimu. Naipongeza serikali, katika elimu ya bila malipo tunaenda vizuri na serikali inaendelea kurekebisha pale ambapo tunakwama, lakini ili tuweze kwenda vizuri, mheshimiwa mwenyekiti, naomba bajeti ya 17 18, tutenge fedha za kutosha kwa ajili ya kuajiri walimu. Wa wilaya ya Karagwe peke yake tuna deficit ya walimu wa, wa 840 wa shule za msingi tuna deficit ya walimu wa, wa sayansi 96 Mheshimiwa mwenyekiti ongezea dakika moja. Mheshimiwa mwenyekiti nizungumzie na swala la afya. Katika malengo ya serikali ya kuwa na kituo cha afya kila kata, nadhani ni malengo mazuri, lakini hatuwezi kuyatimiza kwa muda mfupi. Nipende kuishauri serikali, angalau tulenge kuwa na kituo cha afya kwa kila tarafa, ili katika kipindi cha miaka mitano tuweze kuonyesha kwamba tuna malengo ya muda mrefu, lakini katika kipindi cha miaka mitano tumeweza kuwa na kituo cha afya cha kila tarafa. Mheshimiwa mwenyekiti, nimalizie na migogoro ya ardhi. Mheshimiwa waziri mkuu, pale Kihanga tulipofanya mkutano zile hekta elfu mbili ambazo ulielekeza serikali irudishe kwa wananchi mpaka hivi sasa bado, walienda pale wakasema tunawapa hekta elfu mbili lakini zimelenga sehemu ambapo wananchi tayari wanakaa, hazijatolewa kutoka kwenye ranchi ya Kitengule na wenye mabloku. Kwa hiyo Mheshimiwa waziri mkuu, nakuomba sana Uingilie kati ili swala ili tuweze kurudisha hekta elfu mbili kwa wananchi kama tulivyowaahidi. Baada ya kusema hayo, nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi.